Mtume asema, na bora ya dua, adduau yawm arafa, ni dua inayoombwa siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli, na bora ya dua ni ile ambayo niliyoiomba mimi na wale mitume waliokuwa kabla yangu. Dua gani? Mtume akaidhihirisha na kuithibitisha akasema: Kithirisheni kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wahuwa ala kuli shayin qadir. Maombi makubwa, ingawa wewe utasema, na hii nayo ni dua, huku ni kumpwekesha Allah na utakaloliomba lolote Allah atakubalia. Enyi ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hii tunayoizungumzia ubora wake, siku ya Arafa, yatajalla li ahli Arafat, anajitokeza Allah subhanahu wa ta'ala na kujidhihirisha kwa kuwasamehe waja wake wanaosimama katika uwanja wa Arafa, bali anajifakhiri kwa malaika akiwaambia, watazameni hawa, wamekuja wanataka nini? Wote hawa, undhuru ila ibadi jauni shu'than ghuburan, wamenijia hapa mavumbi manyele yao matimutimu, hata hawaja chana nyele. Jauni min fajjin amik, wamenijia mimi kutoka sehemu mbali mbali za ulimwengu, wanaitika mwito ambao Ibrahim, alayhi salam, aliambiwa na Allah, awatangazie waja waadhin fi nnasi bilhaji yatuka ya rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amiq, watangazie watu khabari hii ya hija, ewe Ibrahim. Watakujia kwa miguu, wengine wa watakujia juu ya vipando vilivyochoka kutokana na safari ndefu yatina min kulli fajin amik. Kwa hivyo, Allah subhanahu wa taala atajifakhiri kwa wale wanaosimama siku hiyo katika uwanja wa Arafa, na sisi ambao tuliobakia hatukupata fursa ya kusafiri. Aliulizwa Mtume alayhi salatu wassalam kuhusu saumu ya wale ambao hawakuwa ni wenye kwenda kufanya amali ya haji vipi hawa wakifunga? Mtume alaihi salatu wassalam akasema, siku ya Arafa, lau mtu atafunga yukaffiru lsanata lmadiyata walbakiyata. Wewe funga siku ya Arafa peke yake, unasamehewa na kufutiwa madhambi ya mwaka mmoja uliopita na mwaka utakaokuja, kinyume na saumo ya Ashura unasamehewa madhambi ya mwaka mmoja peke yake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislam, tuko katika masiku bora. Ikiwa hutowahi kufunga siku zote, lakini jitahidi siku ya Arafa. Mahujaji watakapokuwa wamesimama katika kiwanja kama kile, Allah anajifakhiri juu yao, na wewe huko uwe ni miongoni mwa wale ambao watakaoachwa huru na moto.